Israel pamoja na India ni nchi ambazo zimekuwa na ushirikiano mzuri sana, na India wamekuwa wakiitetea Israel kwa mambo mengi sana. Watu wengi wanajiuliza kwanini India inaitetea Israel kwa vitu vingi sana na hiki ndio kitu ambacho nitakwenda kukichambua siku hii ya leo, kwanini India na Israel wana mahusiano ya ukaribu sana. Hii ni Robin Online TV unaoitazama, na usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata video zangu kama hizi. Haya. Tuiangalie India pamoja na Israeli kwa kurudi nyuma katika ka historia kidogo kuanzia walipoanzisha uchumi wao. Tunaona kwamba Wahindi walitawaliwa na Muingereza. Lakini pia Waisraeli walitawaliwa na Muingereza. Kipindi ardhi ya Israeli kiitwa Palestina, Uingereza ndio walikuwa mkoloni wa pale. Tunaona ilipofika mwaka 1947, Muingereza akaamua kuigawanya ardhi ya India pande mbili. Indi pakatoka taifa la Pakistan na taifa la India. Alafu ndio wakawapa uhuru. Kwa hiyo Wahindi wametoka katika ardhi iliyogawanywa pande mbili na Mwingereza mkoloni wao. Ilipofika mwaka 48, mwaka mmoja baada ya Wahindi kufanyiwa hayo na kupewa uhuru. Ilipofika mwaka 48, Muingereza aligawanya pia ardhi mbili ya Palestina, ikatoka pande mbili, upande wakapewa uh, Wayahudi wakaunda taifa la Israeli na upande wakabaki kwa wa Palestina. Kwa hiyo wakawa wamepewa uhuru na wenyewe kwao, wamepishana mwaka mmoja katika kupewa uhuru wa watu, lakini pia wametoka katika ardhi ambazo zimegawanywa na mkoloni wao ni mmoja ambaye ni Mwingereza, wakaunda serikali zao ambazo zikaenda katika system ile ile kama Mwingereza, waziri mkuu ndio anakuwa ana sauti katika serikali. Ndio maana waziri mkuu wa India ndo anasikika zaidi, lakini waziri mkuu zaidi. pia waziri mkuu wa Israel ndio anasikika zaidi japo hizi nchi zina marais pia na baada ya hapo sasa ikawa kazi moja kwa Israeli kuhakikisha anapata marafiki washirika kama tulofahamu. Moja ya vigezo vya nchi kukamilika ni lazima iwe na washirika, kwa hiyo Israeli kwa bahati mbaya akawa amezungukwa na maadui pande zote. Wa Arabu walichukia kitendo cha Palestina kukatwa pande mbili kwayo, kwa hiyo Israeli amezungukwa na maadui. Israeli akawa anatafuta marafiki sasa. Unaona wale waliomzunguka tayari ni maadui zake na sehemu ya karibu ya watu wengine walioko karibu naye walikuwa ni sisi wa Afrika. Lakini sisi wa Afrika, nchi nyingi za Afrika kipindi hicho zilikuwa na zenyewe ziko biza, zina struggle ili ziweze kupata uhuru kutoka kwa wakoloni wetu wazungu. Kwa hiyo zilipopata uhuru, Israeli akategemea wa Afrika tutakuwa na ukaribu naye, kwa sababu wa Arabu hawana ukaribu naye. Kwa kuwa anatafuta uh, connection na Afrika, wa Afrika tulimfungia milango mwa Israeli, hatukutaka mahusiano na Israeli kwa kwa sababu Waafrika tulipata uhuru na sisi uh, tulidai ardhi yetu kwa wazungu. Kwa hiyo Waafrika wengi nao hawakupenda Israeli uh, walivyoingia vitani na Palestina na wakachukua ardhi ya Palestina. Kwa hiyo Waafrika hawakusapoti, kwa sababu Israeli arudishe ardhi zote za Palestina ndio waweze kuweka naye mahusiano. Umeona? Kwa hiyo Waafrika, lakini Israeli pamoja na kwamba alikuwa anakataliwa sana Waafrika, lakini alikuwa anajitahidi kuendelea kuwa na mahusiano lakini Waafrika na wenyewe walikuwa wanajitahidi kuendelea kuikemea Israel kwa kuchukua ardhi ya Palestina kwa sababu wanasema hata sisi katika historia, tumepitia, nao kupitia Palestina. Na sisi tulichukuliwa ardhi na wazungu. Kwa hiyo ndio tunaona mfano kama katika nchi zetu sisi kama Tanzania tulifunga balozi ya Israel mwaka sabini na tatu, umeona eh? Waafrika kusini, uh, nafikiri wenyewe walifunga balozi. Kwa hiyo Afrika hatukumkaribisha Israel kutokana na kile alichofanya kwa Wapalestina. Unaona? Na Waarabu ndio hivyo tena. Kwa hiyo bara la Asia kuna muindi, India ilipoanza ilipoanzisha serikali, moja ya vitu walivyokuwa wanavitaka na, na ndio vitu ambavyo vinaongoza vinazungusha uchumi ni nishati mafuta na gesi. Sehemu ambayo anapata mafuta na gesi kwa ukaribu ni kwa Waarabu. Kwa kwa hiyo India akataka mahusiano na Waarabu kwa sababu kule ndo anapata mafuta na gesi, lakini kingine ni kwamba zile nchi za Waarabu, kwa sababu zina mafuta na gesi zina maendeleo zina pesa alafu zina watu wachache. Mfano kama ukienda Saudi Arabia kuna wazao wachache, Qatar kuna wazao wachache, wanahitaji wafanyakazi wengi na Wahindi wapo wengi sana kwao. Nchi za Warabu zikawa ni moja ya sehemu ya Wahindi kwenda kufanya kazi kwa wingi. Kwa hiyo serikali ya India kwao ikawa inaona kabisa Waarabu wanawasaidia kupunguza tatizo la ajira, cha kwanza, lakini pia wanawapatia nishati. Kwa hiyo Muhindi akawa hataki kumuudhi Mwarabu na ili muudhi Mwarabu wewe uwe na mahusiano na Israeli vizuri, usamuudhi Mwarabu. Kwa hiyo India akawa anajiweka mbali na Israel, akawa hataki kabisa kuonekana yuko karibu na Israeli, lakini moyoni akawa anataka kuwa karibu na Israeli, kwa sababu ni marafiki na Pakistani, kutokana na kwamba wameshea dini Pakistani ni Waislamu na Waarabu ni Waislamu, na ukiangalia ardhi ile ya Pakistani imetoka ndani ya ardhi ya India, na India na Pakistani wana uadui mkubwa sana Mwana, kwa, sababu ya udini, unaona, kwa hiyo muhindi anatamani kuwa na urafiki na Israel lakini anashindwa kujionyesha enzi hizo kutokana na kwamba anaogopa waarabu kule ndio wanampa nishati na pia wanachukua wafanyakazi wa Kihindi lakini anajua ikitokea vita waarabu wote watamsaidia Pakistan muhindi uh, yuko vitani siku zote na, nani? na China vita ya mpaka wenyewe tatizo lao mpaka hawajasolve uh, mpaka leo na mwingereza ndio sababu ya wao kugombania mpaka, mpaka leo kwa hiyo muhindi saa yoyote huwa wanajiandaa na vita na China, umeona tatokea nyingi. Speaking about vita. Mwaka elfu moja mia tisa sitini na mbili India na China, waliingia vitani. Walivyoingia vitani kwa kuna mataifa mengine yanamsaidia muhindi mwingine na umeona. Na kilichokuwa kimeendelea ni kwamba muhindi sasa anahitaji support kubwa sana kwa sababu mchina tayari ana nguvu kuliko yeye. Kwa hiyo kilichokuwa kinafanyika hapo ni kwamba kila ambaye anampa support muhindi, muhindi anamkubali. Kwa hiyo sasa, Israel inajua kabisa hataki kuwa na mahusiano naye ya wazi wazi, kwa sababu ya Waarabu, anaogopa Waarabu. Lakini Israel, kama nilivyosema kipindi hicho, alikuwa ni hata ukimkataa yeye anakuje. Hata ukimwambia asitaki anakuje kwa sababu alikuwa anahitaji washirika kwa sababu kazungukwa na maadui. Kwa hiyo Muhindi amini Israel, akawa bado anaenda kwa India. Sasa, kama India anasema mimi sitaki kujionyesha niko na wewe, lakini Israel bado anaenda kwa muindi. Kwa Israel alipoona ile vita ya mwaka sitini na mbili kati ya India na China, Israel akaona nitumie hiyo nizidi kujisogeza karibu na muindi. Israel akampa muindi na silaha. Sasa inasemekana misaada ya silaha ambayo Israel alikuwa anawapa Wahindi Wahindi walikuwa wataki ijulikane kwamba inatoka Israel. Inasemekana yani, hata sijui meli zile ataki ziweke hata bendera ya Israel. Umeona, alikuwa ataki kabisa kwamba Israel ionekane inampa silaha avitani kule mwaka 62 ili asiwauze Waarabu, lakini Israel bado wakawa wanaendelea kutaka mahusiano na Wahindi hata kama Muhindi hataki kujionyesha. Kwa hiyo hii hali ikaenda hivyo, na hatimaye maisha yalikuwa yanaendelea. Israel, wakaanza uh, India wakaanza kukubali kuwa na mahusiano uh, ya Israel ya wazuwazi kidogo, lakini wakawa wataki kuwa na balozi, kuwa na mahusiano ya kibalozi. Wakagoma kuwa na mahusiano ya kibalozi kwa muda mrefu na hatimaye nafikiri kwa Januari 29 mwaka 1992 ndio wakakubali kuwa na mahusiano ya kibalozi na Israeli 92, toka mwaka 48 Israeli imeundwa, India alikuwa hataki kuwa na mahusiano ya kibalozi na Israeli. Umeona? Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba hawa watu ni watu ambao kila mtu ana faida kwa mwenzie, lakini kwa muhindi ilikuwa inamuia vigumu kwa kipindi kile, kwa sababu ya kupatikana kwa nishati na ajira kwa watu wake. Kipindi kile, India walikuwa bado hawajengeneza vizuri kiuchumi na nini, kwa hiyo ilikuwa lazima wawe na uoga. Lakini sasa hivi India ni uchumi namba tano duniani, wamempita hata mkoloni wao mwingereza kiuchumi sasa hivi, kwa hiyo hawana uoga tena, kwa hiyo wanakuwa na mahusiano nayoyote wanaomtaka. Kwa hiyo sasa hivi wanaonyesha wao wako na mahusiano na Israel, na huwa mambo mengi sana wanaitetea Israel. Kwa hiyo hata hili sekeseke seke la Israel na Palestina Wahindi huwa wapazi sauti kwa ajili ya wa Palestina. Umeona eh? Wana mahusiano mazuri tu na Israeli na wanasaidiana kwenye vitu vingi sana wazi, wazi. Lakini haimaanishi kwamba India na ugu za Waarabu, hapana, kwa sababu kama nilivyosema Muhindi anawategemea sana Waarabu katika kutoa ajira kwa Wahindi. Wahindi wamejaa sana katika nchi za Waarabu, kienda Dubai utakuta Wahindi wamejaa sana, kienda Qatar utakuta Wahindi wamejaa sana. Kwa hiyo katika hili swala la ajira linamfanya Muhindi pia aendelee kuwa pia na mataifa ya Kiarabu. Lakini pia ndio hivyo tajiri wa nishati ya nomini, umeona. Lakini uh, hawa watu wote India na Israel wote wana nuclear. Kataa kusaini ule mkataba wa nuclear mwaka 68, unaitwa Non Proliferation Treaty, alikataa NPT, alikataa kusaini mmoja wa mataifa, kwa hiyo ana nuclear, Israel ana nuclear na yeye pia alikataa kusaini ule mkataba, kwa hizi zote ni nuclear power na mwisho wa siku pia wana mahusiano na wanashirikiana vizuri mpaka sasa hivi. Kwa hiyo, hiyo ndio historia fupi ya mahusiano ya India na Israeli. Mimi ni Rachel Robin na hii ni Rachel Robin online TV. Usisahau kusubscribe hapo chini, ili uwe wa kwanza kupata habari zangu.